ba urahisi wa maisha. Katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira, jamii mkoani Singida inashuhudia mwangaza mpya wa matumaini kupitia zoezi la kupanda miti linaloratibiwa na shirika binafsi la TAA kwa kushirikiana na wakala wa misitu Tanzania TFS kwa kupanda miti zaidi ya mia tano katika shule ya sekondari Sepuka na miti mia mbili katika msikiti wa Sepuka ndani ya wilaya Ikungi mkoani Singida. Lengo ni kubadili Singida kuwa kijani. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la TAA Suphian Juma Nkuwi amesema lengo la kampeni hiyo ni kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Sisi kama shirika la TAA kipekee kwa heshima na ta taadhima, tumeamua kuja Sepuka kuja kuadhimisha siku hii kwa kuwaletea miti mia tano katika shule ya sekondari Sepuka. Sambamba na hilo, tutapeleka miti mia mbili katika msikiti wa Sepuka madukani. Niwaomba kipekee wanafunzi, miti hii mwitunze. Mkuu wa shule, wanafunzi, kila mwanafunzi awe na mti wake, au anamwagilia mti wake, hakikishe kwamba mti unakuwa vizuri na batuua sasa hivi nimesika, ndio? si ndio? Kwa hiyo kuna mvua mvua. Kwa hiyo mvua. Sitotegemea miti ife, kwa na waombeni sana mwipande e, mwisimamie kwa kumwagilia maji lakini mwitunze isishambuliwe. Aidha walimu na wanafunzi wa shule hiyo wameshukuru shirika la TAA na TFS kwa zawadi ya miti ambayo itakuwa na manufaa kwao. Jina langu naitwa Mwalimu Deogratias Simigani Makene, mkuu wa shule ya sekondari Sepuka Leo hii tumepata ugeni ambao umetuletea miti miti ambayo ni zaidi ya mia tano imepandwa katika maeneo ya shule yetu. Hii ni kusapoti juhudi ya mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kusapoti mazingira ya nchi yetu. Tunatoa shukrani kwa shirika la TAA kwa kutuletea uhai katika shule yetu, ilivyotuletea miti, wametuletea uhai katika shule yetu. Itatusaidia hewa safi, itatusaidia kupata mbao lakini itasupport hata mazingira kwa upande wa hali ya hewa kama vile unyeshaji wa mvua za kutosha. Naitwa na Nashirini Sharifu Mbaruko, nasoma shule ya sekondari Sepuka. Tunashukuru shirika la TAA kwa kutuletea miti kwa sababu miti inatupatia faida nyingi hapa shuleni, mfano tunapata kivuli. Miti inatumika kututengenezea vitu vya shule, mfano madaftari, viti vya kukalia na vingine. Tunawashukuru sana. Tunawaahidi tutaitunza miti hii na kuimwagilia kwa makini. Llbaksuda, nasoma shule ya Sepuka sekondari kidato cha tatu. Tunashukuru shirika la TAA kwa kutuletea miti 500 iliyopandwa. Hii miti itakayotusaidia katika kuzalisha hewa ya oksijeni, kivuli na kutupatia mvua pia. Zoezi la upandaji miti pia lilifanyika katika msikiti wa Sepuka, ambapo mkurugenzi wa shirika la TAA akawaasa waamini wa dini ya Kiislamu kupokea na kutunza zawadi hiyo ya miti aliyoipeleka kwa ajili ya kulinda mazingira. Shirika la TAA hii TAA hii kwa Kiingereza chake au kirefu chake ni Tanzania Aid Access. Hili ni shirika lisilokuwa li la kiserikali linaloratibu kampeni ya kupanda miti mkoa mzima wa Singida inayoitwa Singida mpya kijani inawezekana. Tumepanda miti wilaya ya karibia zote, lakini kipekee siku ya leo kwao, nikasema ni jina hii na shirika langu la TAA, lakini tumeanza tumepanda miti leo katika shule ya Sepuka sekondari tumepanda miti mia tano kabla ya kuja hapa kuswali Ijumaa, lakini nikasema, aa, huku siwezi kuja tu mikono mitupu, lazima nije na miti pia. Kwa hiyo nimeleta miti mia mbili, kwamba miti hii kama alivyosema Sheikh Ahmed hapa kwamba sadaka, hata kama ni kidogo, toa. Lakini kwenye eh, tukizungumzia miti, miti sio swala la kawaida tu, ni swala ambalo hata Qur'ani imetaja Ahiyo naamini kabisa kwamba miti hii ni sadaka nzuri sana sasa kwa mwezi wa Ramadhani. Mwenyekiti wa taasisi ya Ramadhani Charity Program 2025 Ahmed Misanga pamoja na kiongozi wa msikiti wa Sepuka wameshukuru kwa zoezi lililofanyika na kusema kuwa jambo lililofanyika ni sadaka zinazodumu katika maisha ya mwanadamu. tumefanya zoezi wa miti katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna neema na fadhila kubwa kubwa na kama tunavyojua kwamba upandaji miti ni swadaka kubwa kwa mtu yule aliyepanda, lakini nitajikita sana katika upandaji miti ndani ya dini ya Uislamu. Upandaji miti ndani ya Uislamu, kama tulivyoambiwa, ni swadaka tuljaria, ni swadaka ya kuendelea. Tunaambiwa katika maisha yetu binadamu anapofariki, mtu yote anapofikiwa na mauti akafariki, mambo yake yote amali yake yote inakatika, isipokuwa mambo matatu Mambo matatu haya, ya kwanza kabisa ni jarya, sadaka tuljaria sadaka ya kuendelea. Kwa hiyo upandaji miti ni sehemu ya sadaka tuljaria sadaka ya kuendelea, kwa sababu unapopanda miti, aidha mtu atakula matunda ya mti ule, ama atatumia mti ule kama kimvuli, ama atakata mti ule, lakini pia ata tumia mbao yake katika ujenzi wa msikiti na katika Quran na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tumeimizwa Waislamu kupanda miti. Kwa hiyo tumefanya zoezi hili katika kumi la mwisho mwezi Ramadhani. Tumeongozana na ndugu yetu, tumekutana hapa. Sisi tulikuja kutoa sadaka ya iftar, lakini tukakutana na ndugu yetu Suphian amekuja kufanya sadaka yake upandaji miti. Kwa hiyo tumeungana leo, imekuwa ni neema kubwa sana kwa Wanasepuka. Jina naitwa mwalimu Hussein Juma. Nashukuru sana, zoezi la upandaji miti hapa limetufikia katika msikiti wetu wa Sepuka. Tunashukuru sana, nayo ni katika jumla ya mafundisho ya Mtume Muhammad SAW kwamba um, mwanadamu akifa hukatika vitendo vyake vyote vi, vi, isipokuwa mambo matatu. Katika hayo mambo matatu mojawapo ni sadaka yenye kuendelea. Sadaka yenye kuendelea maana yake kujenga misikiti, kupanda miti ya matunda miti ya vimbuli, hivyo ndivyo alivyotuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, jina langu ni Amina Rashidi. Better Flow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi, Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.